Kristo peke yetu hatuwezi, tumekukimbilia we Mungu wetu, ili tusiaibike milele. Tumekuja kwako, maana Mungu umejaa neema na rehema. Umesema, jiosheni, jitakaseni, ondoeni uovu wa mi, uovu wenu mbele ya macho yangu. Baba, tumekuja kwako, maana kwako kuna kutakaswa, kwako kuna kuoshwa, kwako kuna kusafishwa, kwako kuna kutengenezwa, kwako kuna kugeuzwa, kwako kuna kurudiwa katika jina la Yesu Kristo, kwa damu yako Yesu tuoshe, damu yako tutakase, maana wote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wako. Baba turehemu, Baba tutakase Baba tuoshe, kwa damu yako Mungu, unayesamee dhambi kwa ajili yako wewe mwenyewe, rema na masamaha yako viwe juu yetu, utusamee, ututakase, maana umesema tubuni, mrejee, ili dhambi zenu zipate kufutwa, zije nyakati za kuburudishwa. Baba katika jina la Yesu Kristo, Tunatubu kwako, maana nyakati zetu zimeondolewa, nyakati zetu za amani zimeondolewa, nyakati za kukuabudu zimeondolewa, nyakati za kukusifu zimeondolewa, nyakati za kukuinua zimeondolewa, nyakati za kukuabudu zimeondolewa. Baba, tumekuja kwako kwa damu ya Yesu Kristo, tukiomba toba na rehema, ili nyakati zetu zirejeshwe, nyakati zetu za amani zirejeshwe, nyakati zetu za, za kukuabudu zirejeshwe, nyakati za kukutolea zirejeshwe maana ulituumba ili tukuabudu. Baba, tunakuja kwako, tunaomba nyakati zetu zirejeshwe zilizoondolewa na Ibilisi, nyakati zetu zilizoondolewa na mizimu ya kifamilia, mizimu ya kijamii, mizimu ya ukoo. Baba, tunaomba toba, tunaomba rehema, tunaomba msamaha damu yako Yesu ile inenayo mema kuliko ile ya Abili ikanene mema juu ya maisha yetu siku ya leo, ikatutakase, ikatuoshe, ikatusafishe, ikatuondoe katika uzalimu wote na uovu wote ulioko mbele yetu. Baba, tuna kusikwa damu ya Yesu Kristo, tuoshe, tutakase, turehemu, tusafishe, Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu Kristo tuko mbele zako Mungu wetu, tunataka utakaso, tunataka rehema, tunataka msamaha kwa damu yako Yesu Kristo, maana wote tumetenda dhambi, Yesu, tumepungukiwa na utukufu wako. Tena ukasema njooni kwangu ni nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo ya dhambi, nami nitawapumzisha. Baba, tuko mbele